Loso loso bita, na wewe tena hapa eh? Nyinyi mnataka kuniua mimi, si ndio? Mnataka kutoa roho yangu. Haya, niko na sina nyama hapa. Kuna wakati mpaka naona jamba linanielemea ujue. Wewe anaiba sana hapo, deka mushi na unakaa mushi, siwezi kutoboa ujue. Alafu na leo unakuja wewe. Poa. nyinyi mnachukuliaje nyinyi madaeka mwisho, najua mshua aliwahi kutangulia akamwacha deni kubwa, alafu na leo hii nataka nitangulie mimi niwache nini? Ya usio. Nimeshatangulishwa shoga yake mama. Sasa nitafanyaje? Nimeshatangulishwa shoga yake mama, wanaume tunakufa sante moja kwa sababu ya kuli mna mizigo kama ya kenu nyinyi. Sasa wewe tazama, leo hii umekuja usio bwana, mzigo wote unaniwekea mimi nimeenda kufusi mazingira yangu riski road, nimeitiwa mwizi riski road. Hauoni kama mchizi bot anaweza akanikomandi akanichukulia kwa mbele kwa ndoa? Liwalo na liwe, yangu ni Isaya. Mchizi bot unakufa, nakufa kufa, alafu na waacha nini? Oya, mwanaume ndio wa kwanza kwenye hii dunia, Mungu Baba sikuficha alafu mwana roho Mtakatifu anafuata nyuma yeye, ndio mba we ishi hapo hapo, hiyo kauli ya mzigo siitaki. Kama unge kupona upendo na ndugu zako kipindi kile mimi naishi na mwanaume wao singekuja hata kuja, kuja kunisalimia lakini wako kuja kunisalimia. Na kawaida ya masela, huwa wanapenda kujua wanapokaa ndugu zao, lakini wewe ukufanya hivyo, haya nimerudi nyumbani, at least hata ungenionea huruma ndugu yako au ungesamini mimi nimerudi nyumbani labda pengine hapa nitapata ndoa. Lakini wewe ujali unaanza kunipigia pigia kelele. Sasa sikiliza nikwambie, ukitaka kujua kama mimi mzigo au sio mzigo, huwezi kuuza hiyo nyumba bila mimi. Haya. Eh. Hey. Hey. Chocha, kukana jamii nini? Hey.

Yeah, hmm, kusikiliza nimekuja hapa, nakumbuka siku ya mwisho kitakutana kwenye muziki wa ulikuwa na rafiki yako, chajibu rafiki yako alimtumia na kuniacha toka siku hiyo, akuwai kunipigia simu kunitafuta wala kunijulia hali. Nimekuja hapa kukwambia kwa sababu ni rafiki yako yule, watoka muda ni urafiki wenu umetoka mbali na nimekutana naye ila amenijibu majibu ya shiti, majibu ambaye hayatii moyo kabisa, na kuniacha wewe. Naomba nisaidie, nenda wewe, atakuelewa mm. Pole sana, kwanza sikuwa najua kama wewe na Kisoda mna mahusiano, lakini pia nikwambie kitu kimoja, mimi na Kisoda hapa katikati tumekaruzana, hatuko vizuri kama zamani. Unajua swala lako ni swala muhimu sana nitajitahidi kuzungumza naye, japokuwa sio rahisi kama nafikiria, kutokana na yale ambayo yapo kati yetu. ni mambo ya kiume tu. Wewe sio na wasiwasi. Najaribu kukuambia kwa sababu usiji ukasubiri kwamba nitakujibu kwa wakati nikachelewa, alafu kafikiri kama nimepuuza swala lako. Swala lako nitashughulikia, lakini wewe mvumilie kidogo. Hapana, ni mambo ya kawaida tu. Wewe usijali. Tutashughulikia swala lako. Sawa. Ah, well. Okay. Karibu tena. Ah. Uzi, unasema nyama? Ah, sina nyama huyo sina nyama, sina sina nyama huyo sina nyama huyo sina nyama huyo Sina nyama, nambia si nyama. <laughs> Mimi ningekupo sina nyama ningekupo hivi. Si ningekupo na tembea mifupa yote inaonekana. Wewe mshenzi nini? Lakini mimi mamangu, mimi mimi nakupenda. Mimi nikiwa maji na kuona kwenye glasi usiku mimi nikilala na kuota wewe, mpenzi wangu, mimi nakupenda. Nataka uwe malkia wa moyo wangu, uwe ua uwe lilili linalonukia kwenye mboni ya macho yangu na kupenda mke wangu prizi, ingawa ujaa mke wangu mi nasema ni mke wangu tu, naomba nikubalie. Na hata babu alishawahi kuniambia kwamba Maganga, mwanamke yoyote utakayempenda kwenye huu limwengu mpe jina lolote zuri lenye kuupendeza moyo wako. Kwa hiyo na mimi hilo sina nyama, naona kabisa ni jina zuri linaloipendezesha nafsi yangu na kupenda kipenzi cha moyo wangu Halafu mbona ukiwa mzima unapenda mimi kunita dada, lakini ukiwa umelewa pombe zikishia kuchukia chini eti unafika kunitongoza hivi, zinachaji kweli wewe? Narudia tena, siwezi kumkabidhi moyo wangu mlevi au mwagilie pombe. Si unanielewa huyo? hmm. Anajionaje? Anajiona na nani wewe? Wewe kwanza, taarifa zilizopo hapa mtani kwenu tunawajua nyote, tabia zenu kaka yako mwenye mla bangi mla ndumu, anakula bangi yule. Kwanza serikali namtafuta mwizi mkubwa yule. Dada yako kwa nani asijua kwamba ameolewa akaachika, alikuwa haogi, ananuka ananuka najis. Wewe mwenyewe hapo, tabia yako mbaya, shindwa pepo. Mbwa mkubwa wewe. Kwanza unanuka. We mbinadamu gani wewe? Kwanza wewe unataka lio, upo upo tu, umekonda kaka ukao We ni kauka wafwe, inawezekana damu huna, sio kwa ukonda jiwe. Naona no, umeishiwa ya kuongea waza kufuatilia mambo yasiyokuhusu familia za watu. we chizi nini, chizi mwenyewe, chizi mwenyewe. Huyu mbwa nini huyu? Binadamu gani mwembamba, hana hata kalio nyuma, haendi mbele, haendi hatikisiki, yupo yupo kama anacheza yope. we ni nyoka, binadamu huna kalio, binadamu gani, amekonda hana kalio. Wewe ni nyoka. Kwanza we ni mbu mwembamba, kambu ila nakapenda sina demu meshahi, utakoma bwana. Kwani sabuni hazipo? Sabuni zipo na ninatamba nazo. mwanamke kitu gani? Ndo hivyo mamangu, mimi kanitafutia binti mwana ili nioe mimi, wenda matukio epuka. usela wangu nikapunguza malapa, kunauma kumbe. Bumbe mitego Bumbe. haingie kwangu gafla Kumbe mitego, ila ndio hivyo, nishatambulishwa huyo shoga ke mama. Sasa nitafanyaje? nishatambulishwa huyo shoga ke mama. Bwana vipi, ndugu yangu, rafiki, niambie kwa wema kabisa. Ah, tunashukuru Mungu. Unajua nyinyi ndugu yangu, sasa mmenitenga sana, sioni kabisa kwenye ofisi yangu Ndugu yako ni sana. Ndugu, ndugu ya sema hivi, na hilo ni la kweli hapa katikati. Kisoda lizingua mpigwa sana lakini, kwa sasa sasa hivi nafikiria mbona sana. Ila mimi mzee katokea kuniamini kwa sababu mimi nimesoma. Kanipa mali pia nisisimamie kama baba yake. Hata Kisoda mamake ana uwezo. Mamake anawezaje kumpa mtu pikipiki alafu akashindwa kumpa yeye mwanaye? Ni kwa sababu yeye mwenyewe mpumbavu. Ila yule jamaa akasoma na ana akili wewe. Ni basi tu mabanga anavuta, madawa na wenzake wanaokaa maskani ndio yanampumbaza. Hebu kaa chini uongee vizuri na ndugu yako. Ah, kuhusu mambo nimeshazungumza na Kisoda sana. Nafikiri ameachana nayo kabisa mambo yake. Ni gumu sana ndugu yangu, unajua mimi na Kisoda tumegombana. Ninyi familia mjue na mlivyo shibana, wewe yeye, yeye wewe, mpaka mama yake kukujua kila kitu. Usije ukaniambia kama nyinyi mmegombana. Shida ni nini hasa? Ni mambo ya kawaida, mambo haya ya wizi wizi. Nilipojaribu kukaa naye akaona kama anatukana. Basi sawa kaka. Mimi naomba nikuache tu tutaonana baadaye. Ah, kuna noma ndugu. Pamoja sana. Poa poa. Sidhani huyu kama ningemwambia ukweli ni kwamba nilimwona na kishoga kwa sababu ya mwanamke. Alinichukulia aje? Pengine kinitoa wewe. Unafikiri mdogo wangu niliondoka kwa kupenda? Ni vile tu ile mwanaume kuna jambo alinifumania na akaamua kunidhalilisha, kunifukuza. Kuna mdada alinikuta njiani nagombana naye huyo mdada, akamwambia kuwa mimi na yeye tunagombania bwana, kwa bila yeye kunisikiliza wala nini, akaamua kunifukuza, na wakati mimi mwenyewe huwa namsaidia mahitaji madogo madogo pale nyumbani, hakujali hilo. Ni bwana kupona kumpana mwanaume, mwanaume mwenyewe bodaboda, boda hela, ana umeme nalipa mimi, saa nyingine hadi hela ya kula natoa mimi mwenyewe, na kodi pia nalipa mimi. Unafikiri nitaacha kudanganya? Lakini alivokua yaani, naishi maisha ya magumu sana, yaani kula yangu mpaka kaka yangu akaiba, yaani mpaka sasa hivi imefikia wakati mimi mpaka naenda kudanga. Kama kaka anaenda kuiba na wewe una danga sio swala, mi mwenyewe hiyo kazi ya kudanga ndio ninaiweza na ndio ninaipenda vizuri. Kwa hiyo mizali, mimi nimekuja, hata usijali mdogo wangu, kila kitu kitakaa sawa. Ndio, ndio jina lile mwanzo na mwisho. Kwa nini? Kwa nini? Mimi ni mke wa mtu. Mke wa mtu? Eh, mke wa mtu, ni mama kudu kwa mume wangu. Yaani yale machafu yote nimeweka pembeni. Kwa hiyo kwanza haya kinyona kaa mbali. Sadaka za mwisho mbona poa tu atoto kiuni tunaruka. Sasa mke wa mtu ndio uchawi nini? Hapo baridi, hapo mchawi tu tunafanya siri afu mimi unigeta siri ya bwana wako ili mimi nijue ile na escape vipi from sobibo. Haya. <tinyo> Sikiza nikwambie kitu. Hapo hamna siri, hamna nini. Yaani wakiniona kaa mbali, sitaki mazoea. Sio unanielewa? Haina hiyo wewe, kwa mautamu ulionigia siku ile niache mazoea vipi? Haina hiyo maisha ya kweli sasa nikwambie. Wewe eh, najua siku ile ulimind kutoka na vipi ulijua nakupa miela mingi afu nikaugia 6800. Wewe leo mimi niko full full lu. Na tembo wawili wanavuka mtu, hapa kuna mshamba akajichanganya unasemaje? Wewe, haina hiyo mwanangu, wewe kama vipi? Mimi sasa hivi Najua una mind kwenda gesti, najua au sio? Mimi nishajitafuta nimepanga kageto kangu, yani godoro chini, yani stadium, yani kama uwanja wa taifa, yani UEFA, CAF Champions, TFF zote zinaruka pale. Sasa uchai nini ma mtu? Kwa hiyo wewe ukataliwa, si ndio? Wewe kinganga, yani wewe ulifanya kinganga, unajua kupenda, si ndio? Yaangalia yani kama limetoka nile mbele, si dipendi Hii? Sasa najua na keki msibani nini mwanetu? Au najona ubwabwa kwenye si birthday? Aina hiyo manetu, yaani yani kashangai warabuni watu wanaruka na kanzu disco. Kunguru naye mshenzile anaenda mbinguni. Anshemaji baridi. A siku waviishi vibweka usela kutwa na shikapanga. Ukinizingua, mikwangusha ya bananga, ndo hivyo mamangu mimi. Abuti. Kini, si dalili za ujauzito. Ene, sikutema tema mate na kula udongo ovyo kutapika. Na hata ile ile ulionipa siku ile nilitumia kununua udongo na nauli tu. Ah? Kwa una maanisha kwamba na mimba yangu au sio? Aya, nipe niondoke nayo. Nipe niondoke nayo mimba yangu. Sema kutoka na wapanyao uchawi, watu kibao machokodo, wote nitumia tu asapo. Naongea hivi na maanisha. Wewe una akili timamu. Ushanichukulia mikolo au sio? Mshamba wakuja. Oya eh, hey, Midtown kitambo. Downtown kita kitambo. Tafuta masuala wengine ambao hajielewi. Si unajua zile wanafosi watoto, kawa kabizi wa mimba. Sio mimi, mimi mjanja mwenzako. Najielewa. Mimi na wewe kama nakumbuka, tumekutana siku natoka, tumekutana leo siku ya tatu. Afu, unakuja unasema wewe na mimba yako. Hata kama kawa na mimba kweli, wewe siku tatu huwezi kuwa na dalili ya mimba. Mimi sio mshamba. Si unaelewa? Alafu vipi? Nikadhamisha mimi na wewe mali tuliziana. Alafu nilikwambia nini tumie kinga ukasema, mimi fresh tabia ya kinga dua Sunanyelewa, sikiliza, jikatai. Na ukinyola simu yoyote ile usiniambia habari zako za kishamba, takupiga makofi, takupiga mitama, afu nishie jela, ta utakwa ukam na watu kibao nantegemea nyuma yangu. Sunanyeelewa ya ajikatae kazi yangu sera mpaka mama kachoka, kila siku waviishi vibweka usela na kutwanashikapanga Ukinizingua, mikuangusha ya bananga. Ndo hivyo taarifa zako we, kwamba wewe kumbe unakwenda kuolewa tena juma pili tu. Alafu mimi unaniachana nani? Sio, nakuachana nani? Najua kaka yangu mzembe sana we. Mimi nimekuja pale kwa shangazi basi, najipitisha pitisha, najua ta taniita we, huna muda aya. Ah, yote tisa kumi, shangazi mpaka kaamua kukuletea mke, ndugu yangu ilivyo mbumbumbu unaletea mwanamke unamshangaa, kwa jeje zao amemchukua basi, hata kunichamba bwana. Sasa pose mbangu mimi kitu gani, shangazi yako alikosea kwa sababu gani? Hauwezi kuniambia bwana, huyu hapa aliyekuwa hapa nyumbani ni shoga yangu. Sasa kama shoga ya shangazi yako, ambaye mimi ni mama yangu, mimi nitakuwa nani yangu? Kwa sababu mama yangu mdogo. Sasa mimi mwenyewe sikujua, ndio maana namheshimu kama mdogo. Lakini anyway aliyemchukua mpenzi wangu, nitapambana naye kwa mkono wangu mmoja uliobaki, ili nimrudishe nyumbani. Na inawezekana usimtie ujinga kwanza, wewe mwenyewe pia unataka kuolewa na mwanamume kifupi fupi Eh, muuza shombo anaitaka <laughs> kuja kuwa mume wako. Alikuwa anauza samaki feli. Sasa hivi inavyosemekana auzi, kwa sababu samaki alikuwa na China kwenye tenga. Pata <laughs> kazi kwenye kampuni na mimi mwenyewe nishapata kazi kwenye kampuni. Sasa hivi tunataka kuishi maisha mm. mm. <laughs> ya raha. Wenyewe ulikuwa mimi mimi, hapa naenda naenda zangu zangu nyumbani hivi, haya muhimu tu ni kuone siku ya harusi

malapa kunauma. Kumbe mitego haingie kwa ghafla, kumbe mitego ilando hivyo. Nishatambulishwa uyu shoga wake mama, sanitafanyaje nishatambulishwa uyu shoga wake mama.